Pole sana mwanangu, utakaa sawa. Kaka yako sasa hivi anarudi anakuletea dawa, sawa mwanangu? Hapana mama, mimi nakufa kufa, ila wewe ndo unaojua kwa nini nakufa. Kwa nini Tuli anazungumza hivyo mama? Mama. We, tuli mwanangu, tuli tuli mwanangu.

Hiyo ukimya wako na ashiria hichi nachokuuliza, ni kweli, si ndio? Naheshimu kila kitu na mipaka ile uniwekea, ila mama, utanijenga hivi mpaka lini? Unajua mimi ndio niliyekubeba miezi tisa tumboni mwangu, na nilishakwambia mimi ndio baba yako na mimi ndio mama yako. Wapi hapo, hujaelewa? Nakuelewa sana mama ila bado nina haki ya kumjua babangu ni nani. Aha. Kweli, umekuwa unataka kumjua babako si ndio? Ndio. Ukimwona utamjua ndio. Kwa maana nataka kumjua ni nani. Ulishai kusikia sauti yake hata mara moja? Hapana. Sikia wewe, mimi ndo najua jinsi ilivyokuwa, najua jinsi gani nilivyoumia, nimebeba tumbo lako miezi tisa pasipokuwa na msaada wa mtu yoyote yule. Tafadhali lili. Sitaki nisikie unanyanyua tena kinywa chako kuulizia kuhusu hizo takataka, na kama unataka kwenda kumtafuta nenda kamtafute. Shensi mkubwa wewe! Sote ni binadamu na ili ubinadamu wetu utimilike, basi kuna baadhi ya mambo lazima uyapitie. Tumesha mzika baba pamoja na mama, tunapaswa kumshukuru Mwenyezi Mungu. Sasa uwe ndo kichwa cha familia uliyebaki, au pasi kuwa hivyo. Inauma sana, ila hatunabudi, maisha mengine yaendelee kikubwa tunamshukuru Mungu, tumemaliza msiba salamu. <coughs> Mimi nipo chumbani. Hapana dada, tumekaa hapa ili tujadili kuhusu arobaini ya mtoto. Sasa kwa nini wewe unasema unanyanyuka na kuondoka? Mama umetuita hapa kwa ajili ya kikao, ujazungumza kitu chochote, unasema unaingia ndani, unataka si tukuelewe nini hapo? Haya, si mnataka kikao hapa. Mwanangu mimi afanyiwe arobaini, na kikao kimeisha. Dada, hivi mama mzima kweli? Nijibu swali mimi, unachukulia mfano kwamba nakupenda sana ama vipi? Ape. Naomba unisamehe, nilikutwa na matatizo, ndio maana nikaamua kufanya hicho nilichokifanya. Ulikuwa na matatizo? Mbona kuniambia? ni miaka saba nilikuwa naishi ugaibuni nafanya kazi na kutumia pesa, unafanya mambo yako badala ya kufanya kitu enicho kuagiza. Hakuna neno zuri ambalo naweza nikakwambia ukanielewa zaidi ya kukuambia naomba unisamehe, kwa sababu hata kama utaendelea kuongea maneno mengi, hayawezi kubadilisha kitu chochote kile. Labda nikwambie kitu kimoja, uking'atwa na mbwa sio kosa, ila ukirudia kung'atwa na mbwa sehemu ile ile, huo utakuwa ni ujinga wako. Naomba nisamee. Nikusamee sana, nimekusamee. Na sasa jinsi unavyofanya biashara yako Machodo eh? Naona mkuu. hmm. Naona eh? mm -hmm. Sasa mimi nataka ufanye mara kumi zaidi ya hivi unavyofanya, mkuu. mbona unamtisha hapo, itakuwa kuna kitu unakitaka hapo mkuu. kitu gani hicho mkuu unachokitaka? hebu <laughs> niambie. uko sahihi, ni kweli, kuna kitu nataka. Ninachokitaka mimi uniozeshe yule binti yako Lolo. <laughs> Mkuu, unazani inaweza ikawa tu kirahisirahisi tu hivi hivi kama unavyozania? <laughs> Mama Chodo, usichokijua wewe, mimi kuna kitu nimekiweka kwa mtoto wako. Kipi cha mkuu? Marhaba, nimemweka zindiko, yani nimemtega pale alipo. Hatakiwi kukutana na mwanaume yoyote yule na mwanaume atakayejaribu kukutana naye atakuwa mwenyewe amejiandalia safari ya kuzimu, yaani, atakufa. <laughs> Atakufa. Kwa nini unachukua jukumu wakati hata mhusika mwenyewe hajui? Nimeyafanya haya kwa sababu mimi namtaka yule binti yako uniozeshe mimi, na haya ninayokwambia ni kwa sababu nataka wewe uangalie namna ya kuwanusuru hawa vijana ambao wanamnyemelea nyemelea mchumba wangu. <laughs> mchumba wangu haya. <laughs> Mkuu, kitu gani kingine unataka nifanye mkuu? Cha umuhimu kinachotakiwa hapo ni wewe kukubali tu, hayo mengine yanayofuata niachie mwenyewe, mama Chodo. <laughs> niachie mimi tu, mimi nikutoe shaka ishaka. Mkuu, mimi nimekubali Mogoza yeah, nah. <laughs> Mogoza, mogoza, sasa umenifurahisha mama Chodo. Na mimi acha nikufurahisha <laughs> yaani, utauza sana mwaka huu <laughs> sana. Tamika mwanangu, unajua maneno yako kuna muda yananichanganya sana mimi ndo nachanganyikiwa kabisa mama mdogo, sielewi hata nina mkosi gani. Maana ni mwanaume wa pili huyu sasa, nikitoka kufanya naye tendo tu unasikia amepata ajali na kufariki hapo hapo, anakuwa amalizi hata siku mbona, ni jambo la ajabu sana. na umejaribu kumshirikisha mama yako <clears throat> mama yangu kwa sasa yuko busy sana na biashara zake Hivyo sijapata muda wa kukaa naye chini na kuzungumza naye, na hajui changamoto yangu yoyote ile. Hii ni hatari kubwa sana, yaani mama mdogo, mpaka naogopa sasa kuwa na mahusiano. Hapana mwanangu, usiseme hivyo. Ngoja mimi nitajua nini cha kufanya. <sighs> Sawa. hadi sasa sioni inaelekea wapi. Najua ndugu yangu, ndio maana hata mimi muda mwingine najitenga kama hivi, ili nipoteze tu mawazo. Tunafanyaje sasa, ndugu yangu? Chodo, maisha yanahitaji utulivu sana, ili ufanikiwe. Niamini mimi kaka, kuna watu wanyama sana katika huu ulimwengu na wanafanikisha maisha yao kwa njia hizo hizo za kinyama. Tuchague njia yetu. Njia ipi hiyo tunatakiwa kwenda nayo? Kama tunaamua kuweka mikono yetu katika mwanga, basi tuweke kweli katika mwanga. Au kama tunataka tuweke mkono wetu katika giza, basi tuweke kweli. Unamaanisha nini? Vizuri. maana yangu ni hii: kufuli zetu zimekuwa ngumu kufunguka, hivyo basi tunahitaji tufosi ili zifunguke, hata kwa kuvunja. Nimekuelewa. Lili. Lili. Lili. Mama umekuja. Shk vipi, mbona hivyo? <laughs> Amna kitu, kuna vitu tunavifikilia. Wewe unafikiria? We una nini hmm? Unakula unavaa, chooni unaenda, unawaza nini wewe, mpuuzi mkubwa wee! Aya, haraka ndani, nimesema ingia ndani. Ingia nyumbani kwangu bila izini yangu. Oh, sister, fanya mambo yako, ninamkimbiza nimeona kaingia humu ndani kwa macho yangu mawili. Kwa hiyo kama kaingia na wewe ndio unataka kuingia, nikikuitia mwizi ukipiga ukafa utasemaje? unajua hicho nifanye wewe? kakufanya nini na wapi? Msubiri huko huko mlipofanyana ndio mkafanyane vizuri, sio hapa nyumbani kwangu, sijui umeelewa, kijana. ah! ah! Asausi aifanya kichaa, subiri nimpige kichaa mwenzie. Masista, e, alo, e, uko wapi? hey, ongea, nakusikia kichwa chako kishapata moto. Naomba hey, Oa, bua, na uje nyumbani haraka sana. Unasemaje? sasa hivi hapo anakuja. Haya poa. Baridi. Tulia maraya mmoja. Hujua sitakukamata, si ndio? Yaani umekula vyangu afude kamwisho akimbia mtani kwako, hujua sitakukamata. Asitondoka kavilipie huku.